na mimi nimefurahi sana kwamba baadaye nimekuja kuongea na mheshimiwa Rais tena, kuna kitu ambacho tunajadiliana, lakini akihusiana uh, naili na na swala e, mwenyewe akawa na opinion pia kwamba ah, tena, huyo kijana wako bana, mimi ni mshauri, huo uwimbo uboreshe uwe mzuri zaidi okay. Yani, asiondoe kitu chochote. Rais shauri aondoe chochote? Hapana, ila aongeze. Wajua, mwenyewe unaelezea matatizo, changamoto katika jamii alafu wanaitikia watu, wapo. Watu wenye tabia hizi wapo. Rais <laughs> anasema <laughs> amesahau vitu vingine vingi, wakwepaji kodi, aongezee mambo kama hayo. Wapo wabuya unga na mihadarati wapo, wafanya biashara wamedaa kulevya wapo. Watanzania wanaopenda toka asubuhi mpaka jioni wao vidiwe, porojo, nipakuna, ni kwenye vijiwe porojo hakuna fanya kazi, wavivu waitikie tena wapo. Kwa hiyo wanasema itatusaidia sana, maana ni mziki mzuri, na basi tutakuwa tumefanya mpaka uamuzi kwamba usipigwe popote. Kwa pale wao wao, si walaumu, wanatekeleza wajibu wao, ila leo tu nimetoka, nime kuomba tu kwamba kwa, kwa, kwa. Kipindi ambacho mimi na wazee wenzangu ningeomba sana tufuate ama mambo kama hapo, uh, kwa consultation kabla tuchukua tu uh, ili katibu mkuu ajue uh, naibu waziri ajue, tuweze kuboresha mawazo, kwa sababu haya mambo yanahusu haki za msingi ambazo ziko kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano. Hizo tu tukubaliane kwamba hapa kuna excess. Hapa hapa tumevuka mpaka. Hapo huyo aone hapa fanyeni. Kwa hiyo niliwaita tu kuonea tu kwamba um, limechukua hatua kama waziri mwenye dhamana uh, kuagiza polisi wamwache kijana uh, waomba kwa sababu siwezi kuagiza, iko kwenye mamlaka yao kabisa sheria, kwamba hebu waache kumhoji kijana ili ajitetee. Baada ya kujitetea, mimi ningeshauri hata BASATA wamshauri aje Dodoma. Nitafurahi kweli kumwona kesho, nimwelekeze vizuri, pia hata hata mambo ya kuongeza ongeza wimbo tu na nyewe, lime, lime na na mimi mwenyewe mwenyewe nimeisikiza ile beat. ile Mheshimiwa mheshimiwa mheshimiwa Rais. Rais anapenda muziki, muziki. Lakini Lakini hata mimi mwenyewe napenda muziki. Kwa kweli ile beat kali. Yaani hawache kucheza hicho niona niwaite, tubadilishane mawazo kidogo. Asante sana. Lakini mheshimiwa waziri, mheshimiwa waziri, labda nini nini, maagizo yako, huu wimbo sasa unaweza kupiga kwenye vituo vyetu vya redio na television? Jamani. Yeah, yetu ni naeh Ninachosema tu kwa ni kwamba kwa upinio yangu mimi kama waziri mwenye dhamana, lakini vile vile nimefurahi sana kwamba hata hakiku wetu wa nchi hatuoni hatuoni madhara ya wimbo, lakini wimbo unaweza kuwa bora zaidi. Hatusemi kwamba aache hapa, ni ushauri tu, utakuwa mzuri. Mimi hata mimi mwenyewe nikiwa kwenye gari au popote pale jimboni kwangu, utakuwa na upiga sana. Lakini aongezee kuna watu wengine wana tabia tabia vya ajabu hapa E, ili uituitikie wote kwamba wapo wako, wako pakoni. Wapo watu wana hili tabia hizi, wapo ndio ndio, wanasema kwamba iwe hivyo, akitaka kupiga nusu nusu ruksa, anaweza akapiga kafanya chochote, lakini kwa anasema na huyu ndio mzuri kwa sababu kwa rais kwamba akiongezea la mengine atatusaidia sana wenzake, kwa sababu muziki, jamani, muziki ni ujumbe mahususi kwa jamii na vijana wengi wanasikia, watu wengi wazi sasa hivi kawimbo kenyewe, hata si watu wazima. -unajua tu kabisa hapa mambo eh? Tunakwenda vizuri sasa, uh, katika ile bidi yake. Kwa hiyo tulichokuwa nasema tu ni kwamba hakuna uh, uh, zuio, basi tukapata sio lema.